Faida niliyoipata katika yes. mafunzo yetu ya leo kuhusiana na korosho wow. Ni yani, kwa mimi ninavyoona korosho ina faida nyingi sana waneza. Na ninaahidi tutayafanyia kazi waneza, na pia korosho inatusaidia inasaidia sana kuendeleza familia. Nashukuru Tari Naliendele kwa kutuma mafunzo haya na endelee kufanya hivi kila maeneo ya nchi yetu ili kuongeza kipato na uchumi katika nchi yetu. nimejifunza shughuli zima hapa ya swala la kilimo cha korosho e, kama mwanachuo na kama mwananchi mwanajamii katika nchi hii ya Tanzania nitahakikisha natoa elimu kwa jamii yangu katika zao kuu ya korosho. Na vijana tujikite katika zao hili ili kujipatia kipato na tunakitumia kama chakula katika nchi yetu. Mafunzo niliyopata ni mafunzo mazuri sana na yatanisaidia sana katika jamii yangu. Korosho inasaidia sana hata mimi mwenyewe nasoma kupitia nini, korosho. Familia yangu sana natumia nini, zao la korosho, na ambayo ndo ndo maana inaniletea nini, maendeleo. Mimi katika hiki chuo nategemea. Tuko hapa Mtawanya kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa vijana, ambao ni moja ya maeneo yanayozunguka taasisi yetu. Kwa hivyo sababu kubwa za kuja kutoa haya mafunzo ni kuhakikisha tunawajengea uwezo hawa vijana waweze kuzalisha zaidi, kuongeza tija, lakini kuhakikisha kwamba zile teknolojia tulizo nazo kutoka kwenye taasisi yetu wanazipata na kuzitumia inavyotakika. Tunajua kwamba vijana ndio nguvu yetu ya taifa na kwa kesho bado tunawategemea. Kwa hiyo tumeona kwamba wakielewa hawa na ukianza kukipenda kilimo tutakuwa na uhakika wa kuhakikisha mapato ya nchi yetu yanazidi kuwa makubwa. Kwa hiyo tumelilenga hili kama kundi moja muhimu sana, ndio nguvu kazi na ndio wanaweza kufanya kazi, wakiingia shambani, tunajua wataweza kutufainisha. Kwa hiyo mafunzo yetu yamelenga kuwa na nadharia, lakini vile vile na yatakuwa na vitendo, na ni mafunzo ambayo ya kwa leo tunashughulikia zao la korosho, na tunajua kwamba katika zao la korosho kuna hatua mbalimbali, kwa hiyo ni kutoka kuanzia mbegu na namna ya kuzalisha shambani hadi uteketaji kwa hiyo utaona tume, tupo kwa vitendo na kwa nadharia kwa ujumla. Kazi ya mpiga kura ina, ina mambo mengi sana. La kwanza inakupa ulinzi, lakini la pili inakupa kitambulisho ambacho kitakupa hadhi itakapofika wakati wa uchaguzi kwenda kupiga kura. Kwa hiyo nitumia nafasi hii kuwahamasisha vijana wenzangu hasa kwenye hadhara hii ya uzinduzi wa mafunzo ya kilimo bora cha zao la korosho kwamba, na vijana wenzangu, ninawahamasisha pamoja na wananchi wote wanaoishi ndani ya jimbo letu la Mtwara Mjini kwamba wale ambao hawana vitambulisho kwa sababu mbalimbali, aidha kipindi daftari linapita huwa na umri wa miaka 18 na sasa hivi wana umri wa miaka 18 waende wa